Allah, Allah, Allah, Allah. Uislamu si dini ya kigaidi, si dini ya mauaji. Na mtu atakayefanya kitendo cha mauaji lakini si cha kisheria, basi huyo anahukumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu kana kwamba amewaua watu wote duniani. Mwenyezi Mungu amempa utajiri Ahmed Al-Ahmed kwa kujitolea kwake, na kesho akhera atakuwa na makazi mazuri. Dini iliyo karibu zaidi na Uislamu kimafunzo na kiitikadi ni dini ya Kikristo, ambapo wafuasi wa dini hizi mbili huishi pamoja. Tukumbuke kuwa hakuna fedha au kitu chochote hapa duniani kinachoweza kuwa na thamani ikilinganishwa na thamani ya roho ya mtu mmoja aliyeuliwa pasipokuwa na hatia wala bila kupitia ngazi za kisheria kama mahakama. Kataa kutekeleza amri ya mauaji unapopewa. Audhu billahi minash shaytani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Assalamu alaykum, wapenda wana Mizani popote mlipo, katika makala yetu ya leo tutaangalia sura halisi ya uadilifu unaomtaka Mwislamu kusimama upande wa haki bila kujali tofauti zozote za kiimani, msimamo ambao unatokana na mafunzo ya dini tukufu ya Kiislamu kufuatia tukio la shujaa ya Mwislamu aliyeweka rehani uhai wake kupambana na gaidi muuaji katili ili kuwaokoa mamia ya Wayahudi katika ufukwe wa Bondi mjini Sydney nchini Australia. Tukio hili ni funzo kivitendo kwa baadhi ya viongozi wa dini ya Kikristo wa nchi za Magharibi ambao wanapotosha kwa kuwaaminisha wafuasi wao kuwa eti Uislamu ni dini ya kigaidi, kikatili na mauaji na inayohimiza chuki na hasama dhidi ya watu wasiokuwa Waislamu jambo ambalo si hakika hata kidogo. Kwanza kabisa, niwakumbushe wanamizani na wasikilizaji wetu wote kuwa katika dini zote duniani, dini iliyo karibu zaidi na Uislamu kimafunzo na kiitikadi ni dini ya Kikristo, ambapo wafuasi wa dini hizi mbili huishi pamoja na kujichanganya katika furaha na misiba, na yote haya yanadhaminiwa na mafunzo ya Uislamu yanayosema kuwa la ikraha fidini hakuna kulazimisha katika dini, kama ilivyokuja katika sura ya pili, Suratul Bakara aya ya mia mbili na hamsini na sita. Aya hii inamaanisha maanisha ya kuwa mtu yeyote asilazimishwa kuingia katika dini ya Kiislamu, kwani usahihi wa mafunzo yake ni dalili zake zilizo wazi na zinajitosheleza. Na hili ni kama inavyosema moja ya methali kwamba unaweza kumlazimisha kondoo kuyafikia maji lakini huwezi kumlazimisha kunywa, ikimaanisha kwamba hakuna nguvu inayoweza kufanya moyo wa mtu kuamini asichotaka. Kwa hiyo kwa mujibu wa Uislamu, suala la mtu kuamini dini fulani ni maamuzi binafsi ambayo hayapaswi kuingiliwa. Tukirejelea tukio la Sydney nchini Australia, kama nilivyotangulia kusema Wakristu ni washirika wa karibu na Waislamu kama ilivyokuja katika Korani kuwa latajidanna ashadda an-nasi adawatan lilladhina amanu alyahuda walladhina ashraku, utawakuta walio wabaya zaidi na wenye wadui mkubwa zaidi kuliko watu wote duniani dhidi ya Waislamu walioamini ni mayahudi na washirikina. Walatajidanna akrabahum mawaddatan lilladhina amanu alladhina qalu inna nasara, lakini utawakuta wale ambao wako karibu zaidi na Waislamu kwa mapenzi ni wale ambao wanaosema kwamba sisi ni manaswara. Shabaha ya kuzungumzia aya hii ni ili kuonyesha kwamba Wayahudi ndio maadui wakubwa wa Uislamu wa wa na Wakristu ndio watu wa karibu. Unaweza kujiuliza ikiwa Wayahudi ni maadui wa Waislamu, kwa nini tena Muislamu ajitolee uhai wake ili kuwanusuru hao hao ambao Uislamu na watambua kuwa ni maadui? Jawabu lake ni kwamba Uislamu hauna maamuzi yanayothibitishwa na dhana. Ni kweli Mayahudi ni maadui, walifanya kila waliloweza kumuua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Walitoa na wanaendelea kutoa kila aina ya msaada kwa maadui wanaowadui Uislamu ili kuwaangamiza. Lakini Uislamu hauruhusu kumchukulia mtu yoyote hatua kwa dhana pekee, isipokuwa pale tu atakapokuwa ameshiriki katika mapambano, kama ilivyokujwa katika Qur'ani tukufu, pale Mwenyezi Mungu aliposema, waqatilul ladhina yuqatilunakum waqatilu fi sabili llahi alladhina yuqatilunakum wala taatadu, napiganeni kwenye njia ya Mwenyezi Mungu na wale tu wanaopigana nanyi. Wala taatadu, wala msivuke mipaka. Kuvuka mipaka maana yake ni kumshambulia mtu ambaye hahusiki wala hashiriki katika mapigano, hata kama ni katika jamii ya maadui zenu. Kwa mfano katika mji wa Yerusalemu kuna Wayahudi wanaoamini dini ya Kiyahudi, na pia wapo Wakristo wa, wa madhehebu ya Orthodox ambao wao na Waislamu wako pamoja, na Waislamu wanaishi na hao wa Orthodox pamoja na kwa amani, na wanapigana dhidi ya Wazayuni ambao, kwa wao, Mazayuni Waislamu na Wakristo wa, wa Kiorthodoksi ni maadui. Kwa hivyo basi kwa msingi huo hakuna, hakuna haki kwa mtu yoyote kushambuliwa kwa sababu tu ni kabila fulani au jamii fulani, bali mpaka huyo mtu awe ameshiriki katika vitendo vya uadui au vya mapigano au vya mauaji dhidi ya Uislamu. Na maana nyingine ni kuwa si Wayahudi wote ambao ni maadui kwa Uislamu. Wako ma, ma, Mayahudi ambao si maadui wa Uislamu. Ni kwa msingi huo Muislamu hapaswi kuangalia dhulma machoni mwake na asichukue hatua ya kuzuia. Na hilo ni katika mtazamo wa haki za kibinadamu ambazo hazitazame kabila, imani, dini au madhehebu ya mtu. Katika tukio nadra sana kupata kutokea duniani tukio kubwa lililofunga mwaka huu wa 2025 toka kuzaliwa Nabii mtukufu Isa bin Maryam alaihi salam, vyombo vya habari kote duniani viliakisi tukio la kujitolea kwa shujaa wa Kiislamu aliyejidhaminia umauti ili kuwanusuru na kifo mamia ya Wayahudi ambao tayari hawakuwa na njia ya kujinusuru mbele ya muuaji wao. Aliyeitwa Akram shujaa Mwislamu ambaye video yake ilisambaa na kuonyeshwa na vyombo vya habari kote duniani mnamo Disemba 15, 2025, limeonyesha shujaa huyo akipenya katikati ya magari yaliyoegeshwa na bila kubeba silaha yoyote, akimfuata gaidi aliyekuwa akiwafyatulia risasi Wayahudi wasiokuwa na hatia, na akamvamia na kumzidi nguvu na kisha kumnyang'anya silaha aliyekuwa akiitumia kuua watu. Shujaa huyu ambaye hadi leo bado dunia inaendelea kumiminia sifa na kupongezwa kote duniani na anatajwa kuwa shujaa ambaye kujitolea kwake kumewezesha kuokoa maisha ya mamia ya watu ambao wangeteketea hadi shujaa huyo alipofanikiwa kumnyang'anya silaha gaidi huyo, ambaye ana jina la Kiislamu tayari alikuwa ameshawaua watu wasiopungua kumi na watano huku wengine zaidi ya thelathini akijeruhiwa vibaya sana, na bado wanaendelewa kupatiwa matibabu katika hospitali mbalimbali. Na imethibitishwa kwamba wote waliouliwa ni Wayahudi. Kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Australia, shujaa huyo Mwislamu aliyetambuliwa kwa jina la Ahmed Al Ahmed mwenye umri wa miaka arobaini na tatu ni mkazi wa Sydney. Video inamwonyesha akijitolea kwenda katikati ya ufyatuaji risasi na kuwa tayari kujitolea kupigwa risasi, lakini kwa vyovyote vile aweze kutimiza azma yake, na bila shaka akafanikiwa kumnyang'anya silaha muuaji gaidi katili mwenye jina la Kiislamu lakini mwenye vitendo vya kinyama. Alishtakiwa kwa makosa 59 yakiwemo mauaji ya ugaidi baada ya kuzinduka kutoka katika koma, yani hali ya kukosa fahamu. Navid Akram mwenye umri wa miaka ishirini na minne alihojiwa na polisi kutoka kando ya kitanda chake katika hospitali mnamo siku tuu ya Jumanne Disemba kumi na saba ishirini ishirini na tano, siku tatu tu baada ya kuua watu wasiopungua kumi na watano na kujeruhi wengine. Baba yake Sajid Akram aliuawa na polisi wakati wa mauaji hayo ambao wahasiriwa walikuwa ni pamoja na msichana mdogo wa miaka kumi manusura wawili wa Holocaust na wanandoa. Navid alifika katika kikao cha mahkama ya kando ya kitanda chake Jumatano, Disemba 17 2025, majira ya alasiri akipona majeraha yake baada ya kupigwa risasi siku ya tukio la mauaji. Polisi wa New South Wales walisema hivi katika taarifa yao, walidai mbele ya mahkama kwamba Gaidi huyo aliyejulikana kwa jina la Naveed Akram alijihusisha na kitendo kilichosababisha vifo, majeraha mabaya na kuhatarisha maisha ili kuendeleza kile kinachodhaniwa ni kuendeleza kazi za kiimani na kusababisha hofu katika jamii. Dalili za mapema zilionyesha kwamba shambulio la kigaidi lilichochewa na imani za kikundi kimojawapo kinachoitwa IS, yani Islamic State, shirika la kigaidi lililoorodheshwa nchini Australia katika mashirika yaki ya kigaidi. Chris Minns, waziri mkuu wa eneo la New South Wales, huko Sydney, amesema mtu huyu ni shujaa wa kweli na sina shaka kwamba kuna watu wengi sana walio hai usiku wa leo kutokana na ushujaa wake. Wakati huo huo, shujaa Ahmed Al Ahmed baba wa watoto wawili, shujaa wa Bondi Beach akiwa amelazwa hospitali akipatiwa matibabu ya majeraha aliyoyapata baada ya kupigwa risasi wakati akipigania uhai wa mamia ya Wayahudi alipokea hundi ya dola za Kimarekani milioni mbili na laki tano zilizochangwa na wapenda haki na amani kote duniani. Al Ahmed alisema wakati akipokea hundi hiyo kwamba wanadamu wote wanastahili kuishi kwa amani, wanastahili kufurahia haki yao ya kuishi na kwa hivyo basi ni wajibu wa kila mmoja wetu kutumia uwezo wowote tulio nao kuzuia matukio mabaya kama haya ya mauaji ya watu wasiokuwa na hatia. Tukirejelea katika mwongozo wa Qurani tukufu, inakitaja kitendo cha mauaji kwa wasiokuwa na hatia kama ifuatavyo: min ajli dhalika katabna ala bani israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsi au fasadin fil ard fakaannama katala nnasa jamia waman ahyaha fakaannama ahya nnasa jamia, na kwa sababu ya hayo tuliwaandikia wana wa Israeli ya kwamba aliyemuua mtu bila ya yeye kuua au kufanya ufisadi katika nchi, basi ni kama amewaua watu wote duniani na mwenye kumwokoa mtu na mauti ni kama amewaokoa watu wote duniani. na hakika waliwajia mitume wetu na hoja zilizo wazi, kisha wengi kati ya wao baada ya hayo wakawa waharibifu katika nchi. Aya hiyo inapatikana katika sura ya tano suratul Maida aya ya thelathini na mbili Wafasiri wa qurani, mmoja wa wafasiri wa qurani anasema aya hii inapozungumza juu ya kitendo cha mtu kumuua mtu mmoja tu au kufanya ufisadi katika nchi, uharibifu, kutapanya mali za nchi na kufanya vitendo ambavyo vinahalifu sheria zilizojiwekea, tushiru ila idhami jurmi lqatli ghairi lmashrui, kwamba adhabu iliyotolewa na maelezo yaliyotolewa na Mwenyezi Mungu juu ya kile kitakachomkuta muuaji inaashiria juu ya uzito wa jinai za kumuua mtu bila kuwa amepita katika ngazi za kisheria, faman faala dhalika kaannahu qatala lbasharia kullaha, na mtu atakayefanya kitendo cha mauaji lakini si cha kisheria, basi huyo anahukumiwa mbele ya Mwenyezi Mungu kana kwamba amewaua watu wote duniani. wa man ahya nafsan na yule ambaye amesababisha ame mtu kuendelea kuishi kwa maana, anqadhaha min almauti n yani amemwokoa asiuliwe, kitendo ambacho alikifanya huyo shujaa wa Kiislamu kwa kuwanusuru Wayahudi. Kaannahu ahya nasa jamia, ni sawa sawa na mtu aliwafanya kuwa hai watu wote duniani. Wal'iqabu lilmuqtali almumin almutaamidi huwa jahannamu khalidan fiha na adhabu anayopata na a aliyoandaliwa na Mwenyezi Mungu kwa mtu anayemuua mumin kwa makusudi, huwa jahannam, atafikia motoni. Khalidan fiha, ataishi kwa kudumu katika moto. Maa ghadhabi billah, pamoja na ghadhabu za Mwenyezi Mungu. Wa lanatihi, na lana ya Mwenyezi Mungu. Falqatlu bila haki, na hayo ni mauaji yanayofanywa bila ya kuwa na haki huwa fi'lun adhimu jiddan. Hilo ni, kun, ni, ni tendo kubwa na ni tendo zito sana lenye dhambi isiyokuwa ya kawaida. Ni wajibu kwa wanadamu sote kusimama pamoja kupinga mauaji, kuzuia mauaji, kukataa kutekeleza amri ya mauaji unapopewa, kukataa pesa utakazopewa ili ute, utekeleze mauaji. Tukumbuke kuwa hakuna fedha au kitu chochote hapa duniani kinachoweza kuwa na thamani ikilinganishwa na thamani ya roho ya mtu mmoja aliyeuliwa pasipokuwa na hatia, wala bila ya kupitia ngazi za kisheria kama mahakama. Unapomuua mtu kienyeji mitaani, ukamtumbukiza ndani ya shimo, ukamtumbukiza ndani ya mtaro, ukampiga risasi, ukakimbia, pengine kwa sababu zenu mwenyewe binafsi Kitendo kama hicho, unahesabiwa umeua watu wote duniani, lakini vile vile unahesabiwa kuwa umemuua mtu ambaye hana hatia. Mtu anaweza kuuliwa pale tu anapokuwa amefanya kosa kama la mauaji na makosa mengine ambayo sheria inaruhusu mtu kuuliwa, halafu kisha apelekwe mbele ya mahakama na kupewa haki ya kuweza kujitetea, lakini yule anayeuliwa pasipokuwa pwa nafasi ya kuonana na jaji wa mahakama ili amsikilize na aweze kujitetea, anauliwa isivyokuwa haki. Na tukio hili la shujaa Ahmed Al-Ahmed kujitolea kufa ili kuwanusuru Wayahudi ni funzo la msingi ambalo kila aliyelisikia na kumsikiliza Ahmed mwenyewe atambue kuwa Uislamu si dini ya kigaidi, si dini ya mauaji, bali kinyume chake inamtaka kila aliye Mwislamu na aliye na ndiye na ubinadamu katika nafsi yake asimame, asimame na kujitolea nafsi yake katika kuwanusuru watu walio katika hatari ya kuangamizwa kwa kutungiwa makosa ambao hawakuyafanya. Ahmed, Ahmed Al-Ahmed alijitolea nafsi yake kuwaokoa Wayahudi huku akijua kuwa anahatarisha maisha yake. Alipigwa tisasi katika harakati zake hizo, na akalazwa katika hospitali pamoja na Wayahudi waliokuwa wamejeruhiwa katika tukio hilo la kigaidi. Na hilo ni takwa la Uislamu, ni takwa lililoorodheshwa katika mafunzo ya Uislamu juu ya wajibu wa kibinadamu. Na tusimame pamoja kupinga mauaji na matendo mengine yote yasiyo ya haki, hata kama katika kufanya hivyo kunaweza kuhatarisha maisha yetu. Mwenyezi Mungu amempa utajiri Ahmed Al-Ahmed kwa kujitolea kwake na kesho akhera atakuwa na makazi mazuri na miongoni mwa watu mashuhuri ambao Mwenyezi Mungu atawaonyesha mbele ya wengine waliofanya mambo makubwa kwa faida ya wengine. Akiwa hospitali, Ahmed ameamka akiwa anauguza majeraha, amepata pesa zinazofikia kiwango cha milioni mbili na laki tano za dola ambazo ha hakuzitarajia amezipata katika kupigania uhai wa watu wengine, uhai wa watu ambao ni maadui kwa Waislamu. Lakini kwa sababu Uislamu haumchukulii kuwa adui mtu yoyote yule ambaye hajakudhuru, basi Uislamu hauachi kumuhimiza kila aliyependa haki kumhurumia na kupambania maisha ya mtu anayetaka kudhuriwa ama kuudiwa pasipokuwa na haki. Huu ndio usimamo wa Uislamu na Waislamu na wote wanaopenda haki na amani katika dunia. Kwa msingi huo, ni wito wetu tusimame pamoja kwa ajili ya kupinga mauaji ya kigaidi na ya kikatili yanayofanyika kote duniani. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usisahau kulike, kushare, kucomment na kusubscribe Mizani Online TV ili uendelee kupata mfululizo wa vipindi vijavyo.